We mchochezi, kesi ya uhaini unakuhusu. <laughs> Kwanza nina wanasheria kumi <laughs> na hakuna mwanasheria anakubali kwamba nimeongea hata neno moja la uchochezi. We angalia video zangu, nimesemaje kwenye video zangu? Kwanza nimejizuru kwenye cheo cha serikali <laughs> cha pili, yani nimetoa mawazo kuhusu vijana. Vijana wana njaa, vijana wanataka haki gani? Alafu nilifanyaje niliongelea katiba mnataka kubadilisha vipengele gani Ehe, uchochezi gani nimetumia Ehe, alafu kwenye maandamano niliwashauri msitoke unaona e uchochezi gani Sasa sema hamjui um, umneno wala uhaini hamuelewi. Yaani uhaini ni neno um, yaani sijui ulijifunza um, mwezi uliopita uhaini <laughs> kwa Kiingereza treason <laughs> Ni ile kosa la jinai ambayo inatumika jeshini, yani maana yake kujaribu kumuua rais, maana ya uhaini. Ndio maana watu waliofungule mashtaka ya uhaini wameachiliwa kwa sababu kisheria haisimami. Hai, hai, yani ni neno mnatumika kwa kuwatishia nyie, uhaini, uhaini mtanyonga, uhaini mtanyonga. Hey, ili msiongee, lakini mimi sitishikagi, sitishikagi. Chukua nywele yangu <laughs> naogopa mimi. Peleka kwa bibi yako. Uh, haya, sawa.